Nchini Kenya kunafanyika chaguzi ndogo ambazo ni 24 zikijumuisha wabunge sita, seneta mmoja na wawakilishi wadi 17. Chaguzi hizi zinafanyika kutokana na kwamba nafasi hizi ziliachwa wazi kutokana na, kutoka na vifo au wabunge kuteuliwa kuwa mawaziri katika serikali ya Rais William Ruto na tayari vurugu zimeripotiwa katika maeneo bunge kadhaa ikiwemo Malava, Mbere Kaskazini pamoja na eneo la Kaspul. Unajiuliza, kwa nini uchaguzi huu ni muhimu? Uchaguzi huu ni muhimu kwa sababu tume ya uchaguzi nchini IEBC inatumia uchaguzi huu nchini Kenya kujipima kuelekea uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Kwa hivyo vile ambavyo matokeo yatakavyokuwa ndivyo tume hii itakavyojitathmini namna gani ya kuboresha mahali ambapo kumetokea visa viwili au vitatu. Uchaguzi huu pia unatumika na serikali ikiongozwa na rais William Ruto pamoja na kambi ya upinzani inayoongozwa na aliyekuwa makamu rais Rigathi Gachagua na Steven Kalonzo Musyoka kujipima nguvu kuelekea uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Kwa hivyo hapa atakayeibuka na ushindi au kupata wabunge wengi hapo ndipo watakapoanza ku imarisha ngome zao kuelekea uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Kwa hivyo tunafuatilia kuona hali itakavyokuwa na namna gani, nani ataibuka na ushindi katika kambi hizi mbili, ya rais William Ruto pamoja na kambi ya upinzani.